Shukran sana kikubwa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama kwa njia ya salama, na kwa ujumla maandalizi yameenda vizuri, tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Tumshukuru Mungu kwamba kama swala la kushuka daraja kwetu sisi halipo kwa hivi sasa, kwa sababu pengine kusema timu ambazo zinashuka daraja tayari zimeshaonekana tayari. Kwa hiyo tumeshaonekana, kini kikubwa ni kwamba tuko katika nafasi nzuri sana lakini tuko katika nafasi ambazo tunapambana. Hebu kila timu inapambana kuhakikisha kwa kwamba natoka chini kwenda juu, na kwa hiyo sisi kama tulivyosema, jawa sehemu nzuri sana kwenye msimu ujao, lakini nasema bado nina mapambano babu, migi, na kwa sababu ligi bado tuna mechi nne mkononi, kwa hiyo bado nafasi tunayo ya kuhakikisha kwamba pamba inabaki kwanza na, nafahamu kwamba ni um, mchezo mgumu kwa sababu unakutana na timu ambayo ni nzuri, umefanya usajili mzuri na nawaheshimu kwa hiyo. Lakini kikubwa ni kwamba na sisi pia tuna timu nzuri, tunaandaa vijana vizuri, basi naamini kwamba kesho, kama kwa, watafanya yale ambayo tumewaelekeza, watu wategemea kuwa na mechi moja nzuri, akuna kingine. Mara kwa mara tunakutana timu nzuri so jipange vizuri so, Simba kwamba wanacheza mpira mzuri, wana speed nzuri so tumejipanga tumejipanga na na kwa kwa hilo, lakini nasema kwamba kwamba tunakutana na timu nzuri, sisi tumejipanga so, watu wanakuja kesho uwanjani waone mpira mzuri, karibu ya mbali ya mazoezi kufanya mazoezi kwa, kwa kwa bidii pia unajenga kisaikolojia kwamba kwa kwa kwa kiakili wao timamu wao vizuri, kila wakati unajua wanapocheza mechi za mwisho kama hizi, mara nyingi wenye kuamua ni players wenyewe so

yale ambayo inafanya kazi kwa mazoezi, labda neno lote kwa mashabiki na viongozi wa Pamba kwa kile mchezo kwa kesho dhidi ya Simba Sports Club. Ah, kikubwa kwamba kwanza naweza kusema kwamba napenda kuambia wananchi wetu wa Pamba ambao wako Dar es Salaam na mikoani watuombee dua tufanye kazi vizuri kesho, na wale ambao wako Dar es Salaam kesho, kama kawaida yao, wasichoke waje kwa wingi uwanjani kuja kutupa support kesho, siku tupate alama tatu, kuhakikisha tunafanya kazi yale maandalizi ya mwalimu alotuelekeza mazoezi yetu tukiwa tumefika siku ya kwanza mpaka hapo leo ambao tutahitimisha mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Mechi haitakuwa okay, rahisi. Mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu kutokana na uwezo wa Simba na ubora wa Simba. Simba wana malengo yao na sisi kama Pamba tuna malengo yetu na kuhakikisha na na tunapata pointi tatu. Sisi malengo yetu ya kesho ni kuhakikisha tunapata pointi tatu. Nanenotuka mashabiki na uongozi wa fam kuelekea mchezo wa kesho. Mashabiki nawakaribisha waje, walioko Dar es Salaam na walioko wale, utaratibu wao kama kawaida, kutoka mikoa mingine kuja mikoa karibu kuangalia angalia mpira, nawakaribisha waje, wataona burudani kesho. Asante sana.